Hatua yetu ya kwanza ilikuwa ni kuanzisha kitengo ambacho tunaona kitaweza kujitekeleza vizuri na kitaweza kutoa huduma hizi. Tumekuwa tunapata changamoto kubwa, kwa sababu wagonjwa wengi tunawapata ambao wamekuwa wanakuja kwenye kituo chetu hawatoki hapa Dar es Salaam tu, wanatoka mikoa kama Moshi, Arusha, um, kusini mwa nchi na wengi, walio wengi wanatoka hata kanda za ziwa kama Bukoba, Mwanza, na hata wengine tumeshapata ambao wanatoka nchi za jirani na changamoto nyingine siwezi kusema kama ni changamoto, kwa sababu ni kati ya kazi. Utapata mgonjwa amezidiwa usiku, amepata emergency case so inabidi tuje saa tisa usiku ndio tuje kumfanyia dialysis kwa maana wetu uh, wako karibu like 10 minutes uh, drive, tunawapigia simu, tuna tunafungua ofisi kumfanyia kul, kulingana na hospitali zingine ilikuwa uh, nasumbuliwa na figo Ilikuja hapa nikiwa kwenye hali mbaya sana, yeah. Lakini baada ya kufanya ba. dialysis hapa ya kusafisha damu kwa ajili ya kuondoa sumu sasa hivi naendelea vizuri.